Leo tunakuletea taarifa ya kusikitisha inayogusa sekta ya habari na mawasiliano nchini Tanzania. Taifa limepoteza mmoja wa nguzo muhimu katika uandishi wa habari na utangazaji, Charles Hilary. Taarifa ya kifo. Charles Hilary alifariki dunia alfajiri ya Jumapili, Mei kumi na moja 2025 akiwa njiani kupelekwa katika hospitali ya taifa ya Muhimbili, tawi la Mloganzila, kwa mujibu wa taarifa kutoka familia na vyombo vya habari. Alifariki baada ya kupata mshtuko kwa moyo uliotokea ghafla nyumbani kwake jijini Dar es Salaam. Historia yake kwa kifupi: Charles Hilary alizaliwa mwaka wa 1999 na alijizolea umaarufu mkubwa kupitia kazi yake ya utangazaji katika vituo mbalimbali vya redio na televisheni zikiwemo RTD, sasa TBC 1, na baadaye ZBC ambako alikuwa msemaji mkuu wa serikali ya mapinduzi Zanzibar. Sauti yake tulivu na uwasilishaji wake wa kitaalamu iliufanya awe miongoni mwa watangazaji wa kuigwa kwa vizazi vingi. Mazishi mwindowa malenu tagorasmiin al salam na baadaye kupelekwa Zanzibar kwa maziata 2025 katika kijiji alikozaliwa kwa heshima kubwa na uwepo wa viongozi wa serikali, wanahabari wastaafu, ndugu jamaa na marafiki. Kifo cha Chazira ni pigo kubwa kwa tasnia ya habari nchini. Alikuwa si tu mtangazaji, bali pia mlezi wa vipaji na mhamasishaji wa uandishi wa maadili. Tutaendelea kumkumbuka kwa mchango wake mkubwa katika kulijenga taifa kupitia sauti yake. Basi ya kini ya kini. Bas, aba ya familia ya wanahabari Tunatoa pole kwa familia yake, marafiki na Watanzania wote. Kumzika kwa, kwa amani, Charles Hilary. Sauti yako itasikika milele katika mioyo ya wengi.